Mazingira kama haya ni rahisi sana e, kuweza kusababisha minyoo kwa kuku wako, na hasa hichi kipindi cha mvua, hata labda pembezoni mwa mabanda kama mewachia, kuku wako umewaachia inaweza ikawasababishia kuku wakawa na minyoo. Minyoo sasa, kabla sija kupatia tiba tano za uhakika, yaani hizi tiba ambazo nakwenda kutajia hapa ni za uhakika kabisa, zinatibu minyoo, tiba za asili. Nitakuongezea na tiba moja ya dukani, kama una haraka na huelewi ufanyaje, nitakuongezea hii tiba moja ya dukani ambayo pia inatibu minyoo vizuri kabisa. Uh, kwanza inatakiwa ujue dalili za kuku ambaye ana minyoo. Uh, kwa kawaida tumezoea kuona kinyesi cha kuku kina minyoo au labda ukiwachinja kuku ukiona mmoja ndani ana eh, minyoo basi unajua kabisa kuku wako wapo na minyoo, lakini hizi ni dalili ambazo kwa haraka kabisa ukiwaangalia kuku wako unajua wana minyoo, kwa hiyo wanahitaji tiba. Uh, kitu cha kwanza kabisa ni kuku kusimamisha manyoya, utakuta manyoya ya kuku wako ni kama vile yamesimama. Na kitu kingine kwe kuku, unaweza ukamwona anachechemea, yani anachechemea eh, kama vile amepata maumivu hivi ya mishipa, muda mwingine inakuwa ni minyoo Uh, pia muhalo wa brown muhalo huu sasa, muda mwingine unakuwaga ni dalili ya coccidiosis, lakini uh, kuna muda unakuwaga ni kwamba dalili ya kwamba kuku wako wana minyoo. Kwa hiyo ni muhimu sana kuangalia vitu kama hivi hapa, na muda mwingine ndio utakuta kuku wanajisaidia kabisa minyoo. We, au unaweza ukawa unapata vifo vya ghafla bila ugonjwa wote ule. Unakuta kuku wako wanakufa ghafla, ukutana na hivi vifo, mara nyingi sana waga wanashauri huenda kuku wana dalili za ndani. Kwa hiyo e, mchinje kuku, angalia kwenye utumbo wake kama na minyoo au Uh, unaweza ukaangalia kwenye maanake, kwa mfano mapafu, utakuta muda mwingine ameungua. Huo ni ugonjwa mwingine tofauti kabisa na minyoo. Kwa hiyo hizo ni dalili za mwanzo kabisa. Hapa ninakutajia vyakula ambavyo eh, ni vinapelekea kuku kupata minyoo kiurahisi kabisa. Uh, kitu cha kwanza kabisa jamani, kuku huwa hawapewi mabaki, japo uh, wengi sana huwa tunapenda sana kuwapa mabaki, labda ukipita mgawani yale yaliyobaki unaenda kuwapa kuku haya. Eh, kwa asilimia kubwa sana huwa yanasababisha kuku wanapata minyoo. Uh, lakini pia kuna hawa fuza Uh, kuna namna ya kuandaa hawa hapa ambao unaona hawa ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni wadudu ambao wanatengenezwa na wanakuaga na protini nyingi sana. Nadhani kuna siku nitakuja kuwaelekeza vizuri hapa namna ambavyo unaweza kutengeneza tena hawa wa asili, maana wapo wale ambao wanaandaliwa kisasa zaidi na wapo asili hawa ambao asili hawa ndio ni wazuri kabisa. Kwa hiyo ukishindwa namna nzuri ya kuandaa hawa, unaweza ukapelekea kuku wako wakapata minyoo. Aa, sasa hapa nakutajia hizi tiba tano na nitakuelekeza namna ambavyo unaweza ukaandaa pamoja na vipimo vyake. Lakini kabla ya hapo napenda kukumbusha kwamba sisi Kingo Farm tunalo darasa ambalo tunatoa mafunzo ya ufugaji. Uh, hili darasa linafanyika kupitia WhatsApp group na kitu kikubwa ambacho utajifunza humu, sasa namna ambavyo tunapokea vifaranga, namna ambavyo tunawalea mpaka wanakuwa wakubwa. Na kuku ambao tunawaleta sana hapa ni hawa broiler pamoja na chotara. Hivi karibuni tutaingiza chotara, lakini pia tutaingiza hawa broiler. Kwa hiyo utajifunza namna ambavyo tunawalea, lakini pia na changamoto ambazo tunakabiliana nazo. A, pia ukiwa kwenye hili kundi utakuwa unapata ushauri. Kujiunga ada yake ni elfu nane kwa muda wa miezi miwili. Pia tumewasaidia wafugaji wengi sana kwa kuwauzia hivi vitabu ambavyo vinahusiana na masuala mazima ya ufugaji e, humo kuna mwongozo ambao utakuelekeza namna ya kuwalea kuku tokea wakiwa wadogo. Kuna vitabu ambavyo vitakuelekeza namna ya kuchanganya chakula Uh, ili uweze kuokoa gharama lakini pia upate kuku ambao wana ubora mkubwa. Lakini pia kuna vitabu ambavyo vinakuelekeza namna ambavyo unaweza ukachanganya, e, dawa ukatengeneza dawa wewe mwenyewe nyumbani na kisha ukawapa kuku wako hasa hizi e, tiba za asili. Kumbuka kwamba hivi vitabu tumevifanyia tafiti za kutosha hapa shambani kwetu, ndipo tumevileta e, kwenu, kwa kila kitu ambacho kipo humo kitakusaidia kwenye hivyo vitabu. Na hivi vitabu vipo katika mfumo wa soft copy, e, yani ukilipia e, kimoja kinauza shilingi elfu kumi Kwa mfano unataka vitabu viwili, ukilipia shilingi elfu ishirini muda huo huo tunakutumia hivi vitabu e, kwenye WhatsApp, au kwenye email. Kwa hiyo wasiliana na sisi ili upate hivi vitabu. Tiba ya kwanza kabisa ni kitunguu saumu. Kitunguu saumu kina tibu vizuri kabisa minyoo na unaweza ukachanganyia na tangawizi moja mfano. Uh, huo mchanganyo ambao unauona hapo ukaubrendi ukaweka kwenye maji lita kumi utawapa kuku wako kwa muda wa siku mbili na watapona vizuri kabisa. Uh, na mchanganyo mwingine ambao unaweza ukatibu minyoo vizuri kabisa kuna hii epo sida vinega. Sasa hii mara nyingi sana inapatikana supermarket, lakini pia hata sisi hapa Kingo Farm tumesha wahi kuelekeza namna ambavyo unaweza ukatengeneza, maanake hii waga wanasindika yale maepo yale, ukipata yale maepo ya kienyeji au haya ya kisasa uh, kuna baadhi ya maeneo yapo unayasindika, yaani unayaweka kwenye maji unayaloweka na muda mrefu, unakuja unaya brendi, basi utakuwa umetengeneza dawa ya minyoo nzuri kabisa na hii vijiko viwili unaweka kwenye maji lita kumi. Kuna dalili nyingine ya minyoo Uh, huaga kuku wanakuwa kama vile wamevimba tumbo hivi. Uh, ukitumia hii dawa ndio inatibu vizuri sana minyoo sanaminyoo. Uh, sasa pia kuna hii tiba, hii tiba ninakupa kabisa asilimia mia moja ni uhakika, unga wa mbegu za maboga. Na uzuri wa hii inapatikana kila sehemu, ukiikosa sokoni, lazima hichi kitu utakikuta kwenye soko yale ya mboga yale. Hii inatibu minyoo vizuri kabisa. Uh, utachukua vijiko vitano utaweka kwenye maji lita kumi, unga wa mbegu za maboga uh, siku tatu mfululizo wanapona kabisa, uh, hiyo minyoo ambayo wana, wanaumwa Aa, sasa ndugu zangu niliwaahidi kwamba nitawatajia dawa ya dukani ambayo pia na sisi tumesha e, wahi kuitumia huko siku za, za nyuma ilifanya kazi vizuri kabisa. Aa, hii dawa kama unaweza piga screenshot hapa ya hii picha hii hapa unayoiona hii hapa, wapelekee dukani waambie ninataka dawa kama hii inaitwa Leva e, wengine wanaandikaga Leva Farm. Hii inatibu vizuri kabisa. Uh, uzuri wa hiyo dawa ukiwapa asubuhi, ukiwapa asubuhi na inafanya kazi vizuri tu kama ambavyo hizi mbegu za maboga zinafanya kazi. Ukiwapa asubuhi, labda hiyo dawa kwenye maji, na dawa mara nyingi sana wapatiage kuku asubuhi, uh, kabla hawajala chochote kile. uh, ukiwapa asubuhi hiyo dawa, jioni utakuta wanajisaidia minyoo. Ndio uzuri wa hii dawa, utakuta wanajisaidia minyoo.